kupenda hadi nimechoka kupenda. We vipi, babu, nipe hela basi, koma we. We, we filigizi koma, mimi niondoke. unajiita kidagaa hapa? ni mke wangu, mke wangu anakuja hapa, unaelewa? mke wangu anakuja hapa, namwomba msamaha baadaye, aombe msamaha, naomba hela ndo nini? sasa hivi sasa mimi kama no, mke wangu mimi, nanihusu nini? mimi nataka pesa, nishafanya kazi yako, nipe hela niondoke. Ndio, sisi hao dagaa wa Uswazi. Kama hutaki mchanga, nasema toa vichwa. Ndugu mm. wangu wewe, sikili mm -hmm. kulamba mm. Hey, mimi kimenila mzima mzima we. Hey, uwezi ukaamini dada, uwezi ukaamini hao dagaa wa Uswazi dagaa wanao wao vichwa wamechambulia kwangu. Sijui umenielewa nini ukisema hivyo, yaani udogo sijui ya hata nianzie wapi. Hivi unaweza ukaamini kama uledi anatembea na Zena eh? Eh, eh, ndo nakwambia dada Zena huyu huyu wa dagaa wa uswazi kwa sasa hivi sasa anataka kucheza na himaya yangu <coughs> hmm. Uvumilivu umenishinda nimejitahidi mama, nimejitahidi lakini nimeshindwa Mama hivi live. Live mama, simu naletewa hivi. Naangalia mama, uledi huyu mama, Zena, mama mama mijudo. Dada. Mama. Mtoto kaifanya kazi. Nilivyokuwa nimeshika, nilitamani kama nimeza nitafti na maji nishushie, ndo huyo bwana Zuchu akaja kunipoka kwenye ile simu. Dada, akili ilivurugika, nilichanganyikiwa <laughs> Nimefika nyumbani si yani, sijataka hata kupoteza muda. Jamani, tatizo nini? Kumbe bwana yule anachanganya na zile takataka taka, bombe yani, zile takataka hata taka, magari atake akija, haya bebi zimeoza zinanuka nge.

Mimi tu nikwambia ukweli sai. Wananijua kama Zuchu makonde mimi nakuwa kuwa na kaba. Lakini lile kidogo niligafrika. Sai. Na nikwambie tu ukweli. Ile video sai yeye bwana. Unajua mimi mume wako sai. Hawezi kufanya michezo kama ile. Na ukweli tu kwa ile video ameedit bwana. Ile AI kabisa. Kwa sababu mimi mwenyewe naona imeisha ya kufanywa vile. Eh, mimi na la baba changa. Uh mesha kufanya vile t nikatengeneza kabisa te nachenye taongeweza hivi. Zuchu, unaona mimi una ni mtoto kiasi gani? Kiasi kwamba yani unataka kunipindua pindua unavyotaka wewe. Alafu labda nikuulize swali mimi na mume wangu na yule mshenzi wa tabia, tuna maisha gani mazuri haswa mpaka mtu ai akatusia akatusia, si abc mimi hata sivijui, akatutengeneza kwenye hayo mambo unayosema wewe. Kwa utajiri gani tuliokuwa nao? Hujui tu watu wabaya sana. Na ule sio chizi bwana, yule mmeo bwana, tena ntakilazi sababu yule ni kama mimi, japokuwa kidogo yule kidogo nakitaambisae na kidogo naweza kupinda namba saba

yenye kunitengenezea hiyo video na kuniletea ni aina haswa ilikuwa ni nini? ni kweli yani, shobo tu clean wash. Halafu unajua wa, tunapenda sasampa sasampa, nikajua ntazipata, tukiletea video kwako kwa, nitapata sasampa. Unataka <tuklini washa> sasampa eh? Ndio umeipata <tuklini washa> tunaona bahati Ungekuwa kuna mfumo. Nikakuchonyoa ile simba ziko na yule. Hata tu acha chana hasa. Hiyo mambo haya. Yasifike kwa mmeo. Yasifike nyumbani kule saa. Yasifike kujumba saa. Yaani hiyo hapo. Sasa unatamana hela wewe. Sasa ngoja nende nikamwambie ili mradi upate hiyo hela unayoitaka. Tulia. Tuliza bole kiwanja kidogo, sisi kuna video yako bwana, tumekutengenezea mimi na yule jini aje, yule ndogo wangu yule jini. Tena jini aje bwana? Yo, unashoka kwene ndege kitufu, nashoka kwene ndege kibonye huyo nikaalikatoka wapi bwana? unanyeata Bwana wewe, tukija kukuonyesha kuna mfumo, hebu subiria kwa. Unajua umenishangaza, yaani mimi huyu kibonye, mimi nashuka kwenye ndege. Ndege hizo anazopandaga watu wanaenda, sio Dubai? unashuka kwenye lile duda, mimi sijui kupanda We Zuchu, hiyo video unayo hapo kwanza nione. <coughs> Zuchu, ufanye uniletee hiyo video, yaani hapo <coughs> sheni shanichanganya akili yangu, maswala ya kushuka kwenye ndege sio jambo la kawaida, ushaelewa mi mm. <coughs> <coughs> ngoja nikaangalia maharage yangu, maana yataungua, nimeyabandika muda <tos> <tos> <tos> Alhamdulillah. Tumeponeka kwabatazalimana kikaa ukikumbuka kila hatua anakumbuka futa, kila hatua futa. <coughs> Asante iomole, kitu ulichokifanya jana metushangaza wengi, sio mimi, sio muna, hata majirani waliokuwepo pale. Hivyo kule kutoka na Dabonge sawa. Kuhusu kutoka na Dabonge tuulize sisi, Dabonge ni mshenzi ni mbwa, danga malaya, hafai hata kidogo. Na kingine usichokijua dabongi, na ulivyotoka naye wewe, umeukua labda. Nikuulize swali kwa dabonge, umefata nini? Au umefata pesa? Sawa, kama ni pesa, mimi nilikuwa sikupatie, nilikuwa napambana navyojua na danga, nakupatia. Lakini hata mapenzi utake asubuhi mchana usiku nakupatia kwa sababu nakupenda eh? Umekosa nini kwangu? Naomba kesi uniambie. Kidomo, usiokijua Dada Bonge katumia ushawishi mkubwa mingi kunishawishi, yaani kanivuta vuta, yani kiasi kwamba nimejikuta ni yani kama mbwa aliongea katika neti, yani kwa jinsi Dada Bonge alivyonikamata yani, kiasi kwamba ni nashindwa ni jinsi gani ni jinasue katika mtego alionifanyia Yani sio ata, kanipiga ndumba, hata sielewi yani, yani najaribu yani kufosi mazingira, niondoke lakini bado da. Mpaka kufosi wewe? We ni mtoto. Hujielewi, hujitambui. Eh, mbona unaita mambo ya kitoto kidomole? Utasemaje na kufosi? Na wewe ni mkubwa na pia una maamuzi vile vile. Kwa hili sitalifumbia macho kidomole, kuanzia sasa na muda huu mimi na wewe basi tutabaki kuwa washikaji, nadhani umenielewa. Kesi ah, usifanye ah, hivyo kesi. Nini unafanya wewe ah? Nimekupenda hadi nimechoka kupenda. Dabongi kweli, kaniweza kesi. Ee, tukamandoe ah, mchezo

Dunia simama, nishuke. Sawa, bidei yako ni kesho, kila maandalizi tayari yameshafanyika. Kwa hiyo, na mimi vipi, nijiandae? <laughs> nijiandae kwa ajili ya kukaa pembeni yako pale, yani niwe bidei boy wako? wa unataka <laughs> nizalilike, unataka niaibike, si ndio? Au shida yako ni hiyo kituko pale mbele. Yaani rafiki zangu wote waje wamependeza, wamevaa vizuri, wame, wamekuja na maboyfriend zao, alafu mimi nikuchukue nikuweke pale mbele. Kweli? Huo utakuwa uongo. Labda tu niseme asante kwa kunipa hela ya keki, kwa kunipa hela ya ukumbi, pia kwa kunipa hela ya mavazi na kushukuru kwa hilo. Na kingine kuhusu birthday boy. Tayari nimeshamwandaa mtu kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo tulia tena, kwa kakutulia. Lakini, lakini mi si ndo mpenzi wako? Mi si ndo nafaa kuwa bidei wako? Mimi naamini siku zote kama mtu anaandaa sherehe ya kuzaliwa lazima mpenzi wake akae pembeni, sawa? Yani wewe unasimama bidei girl, mi nasimama bidei boy. Sasa unavuniambia kwamba kuna mwanaume mwingine umemwandaa, sijajua huyo ni nani, sijajua Sikia nikwambie, yaani hapo naona ananipigia kelele mimi hapa sasa hivi, kuna mahali na wai. Kwa hiyo kaka, kutulia, nimekupenda hadi nimechoka kupenda. We unacheka tu kama ndoe mchezo, simu zangu unasoma kwa sana kisu. Naelewa ni maumivu kiasi gani unayopitia kuhusu Usijali, naamini kuna siku yote unayopitia nayopiti. Nimekupenda hadi nimechoka kupenda, we unacheka tu kama ndoe mchezo, simu zangu unasoma unaziacha hewani niko hapa na jumiza, we uko holiday. Nkila nikipatafakari pa kwa Dabongi, yani ilo yangu inakuwa nyeusi sana. Inakuwa nyeusi kwa nini? au kwa swahili hili la Kidomole kwani ilo jambo nachukulia dogo eh? mi nkafika swali so itamumiza sana moyo mona, na sio wewe, inakuwaje wewe Yaani we ujui tu kama mbali na Kidomonde kama unataka matatizo alafu yote tisa kumi, ili hapa lenye maana au maswala ya mapenzi weka pembeni. Sasa hivi watu waangalie mapenzi? Dada dabonge ana mchongo tena, mchongo wa pesa ndefu. Ninavyokwambia, mda sio mrefu, dada tutakuwa matajiri. So, wembo mbona kwa mzembe mzembe, michongo yao na mapenzi unaingia naje? Hem, twende bwana, wana wabaya siku hizi, watu acha niwapishe. Hey, kwani bado jamalizia kuvaa mwandani au tondoke bwana, we ah tawaza watu kuvunja wachezo. Hea iwe buku mbili, mkopo na jisevia